ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba kuelekea katika mchezo wao wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo fainali dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Almasri kutokea katika nchi ya Misri. Fahamu mchezo huu ni mchezo mkubwa sana, ambapo Simba wanataka kwenda kuweka historia ya kuweza kukwalifai ama kufuzu hatua ya nusu fainali kwa mara ya kwanza katika michuano mikubwa ya CAF Confederation Cup kwa msimu huu Mwaka 2024 2025 Simba wamekuwa na mafanikio makubwa msimu chini ya kocha mkuu faldu davis fam. Simba wanatarajia kucheza mechi yao ya kombe la shirikisho barani Afrika mwanzoni tu mwa mwezi wa nne, yani mwezi wa Aprili 2025 ambapo mechi ya kwanza inatarajiwa kuchezwa pale nchini Misri, ambapo itachezwa tarehe mbili mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba ya sasa, mechi inatarajiwa kuanza majira ya saa mbili usiku za Afrika ya Mashariki, Simba dhidi ya Almasri. Lakini mara baada ya Simba kumaliza mchezo huo, ratiba inasema Simba watarejea kucheza mechi yao nyumbani, ambapo mechi itachezwa wiki moja mbeleni, yani tarehe tisa mwezi wa nne mwaka 2025 majira ya saa mbili usiku. Ni kwa mujibu wa ratiba za awali ambazo kafu wameweza kuzitangaza. Sasa kuelekea katika mchezo huu, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi tunaona kwa upande mwingine, kupitia viongozi wao wameweza kuhakikisha kwamba Klabu ya soka ya Simba Sports Club inaandaliwa mazingira mazuri ili kuweza kuqualify vizuri robo fainali, kwa, kwa, kuqualify vizuri nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka ya Simba Sports Club waliweza kuwasiliana na serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na rais wa awamu ya tano Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu ambapo kwa upande mwingine rais huyu waliweza kutuma maombi kwa ajili ya kuweza kupewa ndege binafsi ambayo itaiondoa klabu ya soka ya Simba kutoka katika ardhi ya Tanzania kisha kutua pale nchini Misri moja kwa moja. Sasa taarifa rasmi ambayo imeweza kutolewa ni kwamba kuelekea katika mchezo wa kwanza hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, klabu ya soka Simba e, itahitaji kuanzia ugenini na serikali imekubali kutoa ndege itakayobeba viongozi na wachezaji na baadhi ya mashabiki kuelekea katika mchezo uko. Tunaona hii ni habari njema, Simba Sports Club watakwenda na ndege binafsi ambayo inatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale nchini. Kwa hiyo Simba, tunaona faida mojawapo ambao wataipata wa kwa usafiri wa ndege binafsi, basi kwa upande mwingine hawatopitia njia mbalimbali mbali, kwa sababu tunashuhudia wakipanda ndege nyingine, mara nyingi wamekuwa wakizunguka nchi mbalimbali mbali, lakini moja kwa moja straight to Misri, kwa sababu ina lengo moja la kutua katika taifa moja. Kwa hiyo ni habari njema hususan kwa mashabiki wa klabu ya suka Simba kwa timu yao kuweza kukubaliwa kupewa ndege binafsi ambapo tumeshuhudia serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu wamekuwa wakiziunga wakiunga hizi timu ambazo zinacheza kimataifa, na vilevile vile vile kutakuwa na goli la mama, ambapo Simba kama watafanya vizuri, basi moja kwa moja wakirejea nchini Tanzania, kama wakisukuma bao kule, watakuja kupewa kiasi chochote cha fedha kile ambacho watakuwa wamefunga magoli yake. Kwa hiyo tunaona hii ni habari njema sana kwa mashabiki wa klabu ya suka Simba hususan Simba kwenda na ndege binafsi ambayo inatolewa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya mheshimiwa mama Samia Hassan Suluhu. Ebwana, kama ni mdau wa Simba taarifa za klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kupewa ndege binafsi kusafiri kutokea katika nchi ya Tanzania kuelekea nchini Misri katika mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa tarehe mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano wewe umezipokea vipi? Kama umeipenda taarifa hii, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section, katuambie wewe unaikubali klabu ya soka ya Simba kwa asilimia ngapi? Na je, kuelekea katika mchezo huu unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na no ushindi wa magoli mangapi?